Na ambapo wazazi na jamaa wa marehemu Susan Nyaboke walijawa na huzuni wakiutazama mwili wa marehemu mwana wao aliyeaga dunia baada ya kukatwa kwa panga na mpenzi wake eneo la Mwanyani viungani mwa mji wa Machakos, kulingana na Peter Ondari. Babake Susan, wawili hawa wale walifunga pingu za maisha na kuishi pamoja kwa muda wa miaka miwili, ambapo anabaini kuwa msichana wake alilalamika kudhulumiwa katika ndoa, jambo lililomlazimu kutoka katika ndoa hiyo. Akithibitisha kisa hicho, mkuu wa idara ya upelelezi Nzioka Singi alisema walifanikiwa kupata panga na visu katika mkoba wa mshukiwa yule. Isaac Musyoka anaarifu Ni katika makafani ya Machakos level 5 baada ya tukio la Susan Nyaboke kuaga dunia eneo la Mwanyani baada ya kuvamiwa na anayekisiwa kuwa mpenzi wake hapo jana. Wazazi na jamaa wa Susan waliofika kutazama mwili wa mwenda zake wakijawa na majozi baada ya kumpoteza mwanao. Tuli jana, wakati nilikuwa nafanya kazi ya bodaboda, nikaambiwa kuna msichana ameuliwa huku Machakos, na nikaambiwa ni msichana yangu mimi si kuambini, nikabidi kuchunguza nijue kama ni ukweli, kama ni yeye ameuliwa. Fadhamoa nikapigiwa simu nikiwa huko Limuu, nikaambiwa Susan Nyaboke ameuliwa ya na jamaa mwenye alikuwa bwana wake wa zamani. Kulingana na Peter Ondari, babake Susan, wawili yao walifunga pingu za maisha na kuishi pamoja kwa muda wa miaka miwili, ambapo anabaini kuwa msichana wake alilalamika kudhulumiwa katika ndoa jambo lililomlazimu kutoka katika ndoa hii. Tangu aone miaka mbili imesha, tangu atoke huko sasa. Akasema huko huyu jamaa alikuwa anamtesa akimpiga. Sasa nikamwambia kama mtoto wangu akuje, wa akae hapa, ndio jamaa mwenyewe apate kujileta mpaka wapi, tujue shida iko wapi. Jamaa ha hakuwahi kuja mpaka wa leo. Sasa mtoto alikaa kwa nyumba karibu mwaka moja mbili, akapata kazi huku Makweni, kumbe jamaa naye alimfuata. Kulingana na mkuu wa idara ya ujasusi kaunti ndogo ya Machakos Nzioka Singi Tukio hili lilitokea siku ya Jumatatu eneo la Mwanyani viungani mwa mji wa Machakos, ambapo mvulana huyu alimfuata msichana alipokuwa akifanya kazi na kumvamia kwa kumkata shingo kwa kutumia panga, na baada ya upelelezi, maafisa wa usalama walipata visu viwili katika mfuko aliyokuwa amembeba, na kukatokea kwamba rafiki yake mwanaume alikuwa anamfuata kule kazini akiwa na nia ya mauaji kwa sababu tayari tumepata panga na visu mbili sili, alikuwa amejitayarisha ili apate kufanya haya maafa. Um, alipata kumkata na kumuua, na wale walikuwa karibu, kwa sababu ni soko hapa tuko. Uh, ikawa ni jambo la kuhuzunisha, na kwa haraka uh, watu wakakusanyika na wakamkamata muuaji mwenyewe. Nakuja nikapata kweli msichana amelala barabarani, amekatwa. Upande mmoja kidogo kando, kuna mwanaume ambaye tayari ndiye muuaji na alikuwa ashapigwa na raia hata kufikia kuuawa. wazazi wa Susan wanaeleza kuwa wamekuwa wakimlea mwanaye Susan tangu atoke kwa bwanake na alikuwa ndiye kifungua mimba kwa familia ya mzee Peter Ondari. Jamaa wa Susan wakimtaja kama aliyejitolea kumtumikia Mungu na kifo chake si pigo kwa familia tu, bali ni pigo kwa jamii yote. Sasa mi sikujua, mbona akaamua kumuua? Na mimi sina mtoto mwingine, huyu ndiye alikuwa tegemeo yangu. Sasa mtoto amewacha mjukuu, mimi ndio huwa nampeleka shule asubuhi, jioni namrudisha. Sasa sijui vile nitafanya next. Kwa hivyo huyu msichana alikuwa ni wangu na ujamaa alifanya makosa kumuua. Isaack Musyoka, Undugu TV.